mrefu Uchebe Yanga nimelipia miaka miwili, kina nani wamelipia wengine mpaka miaka kumi? Hela hiyo kwenye akaunti ya, ya, ya, ya klabu ya, ya, ya, klabu ya Yanga. Nani mwanasimba yeyote ambaye ameweza kufanya kitu cha namna hiyo? Sisi Wanayanga tunajiweza, tunafanya maamuzi kulingana na uwezo wetu. Sisi tunajiweza, sisi ni shupavu. Kama wao wanaweza, wangekuwa na mifumo ya kulipia ada ya msimu kwa wanachama ndo tungewaona wanahoja, tungewaona wana kila sababu ya kusema kwamba kipi ambacho sisi na wao tumeachana mbali, ni mbingu na ardhi. Na hii Jumamosi kama tukiona watu waliokuja bule, hao ni mashabiki wa Simba. Wanayanga tuendi bule, wana Yanga tumeshalipia. Mashabiki wa Simba mnaokuja uwanjani Jumamosi, cha kwanza lazima tukubaliane zikianzishwa fujo zezote Benjamin Mkapa, cha kwanza tutakaguana kadi ya wanachama Lazima tuwekane sawa, hili hakuna mjadala. Tutakaguana kadi ya wanachama. Huna kadi ya wanachama wa klabu ya Yanga, wewe ndio uliyeleta fujwa, na tutakushughulikia.